Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Umetupa neema nyingine kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha saa ya kufunguliwa. Unayenitazama hapo ulipo na unayofuatilia kipindi hichi maalum kabisa ambayo tunarusha kila eh, kila siku eh, na Mungu ametupa neema sasa tunarusha kila siku na naomba kabisa kwamba ufuatilie kipindi hichi na naamini kabisa utafunguliwa katika vifungo mbalimbali. Mungu amenipaka mafuta kwa ajili ya kufungua vifungo mbalimbali. Leo tunaingia kwenye kifungo cha umaskini. Katika ulimwengu wa roho, kifungo cha umaskini ipo kwenye nafsi na kwenye fikra. Katika ulimwengu wa roho, fikra inapokamatwa unajikuta e, wazo ulionayo ni ya kushindwa. Wazo ulionayo ni ya kutokuendelea kwa so, sababu ibilisi anakamata fikra za watu. Kumbuka kazi yake ni kuteka fikra za watu. Biblia nasema hivi ya kwamba e, Shetani aji ila aibe, anakuja ili aibe, kuharibu na kuchinja. Anakuja aibe, kuharibu na kuchinja, ndio kazi yake. Asa akishaiba fikira zako, unajikuta fikira zako nyingi sana ni ya kushindwa, ni ya kuwaza vitu vidogo, ni ya kuwaza vitu ambavyo havikuvushi, maana tayari una kifungo cha umaskini. Mtu mwenye kifungo cha umaskini anaona kila kitu, hakuna linalowezekana. Eh, misali anasema kwamba mtu maskini anaweza akasema simba yuko njiani, siwezi kwenda, siwezi kwenda, manake kuna simba njiani. Manake tayari maskini anakuletea uvivu na, anapokuletea uvivu na, na, na, na, unakuwa unaishi maisha ya kutokujiamini. Mungu amenipaka mafuta leo kutoka kwenye kifungo cha umaskini, manake kifungo cha umaskini, umaskini inakudhalilisha, sababu hicho ni kifungo kilichokaa kwenye nafsi na kwenye fikra. Fikra zangu kama ingamui chochote chochote eh, hakuna kinachoingia unajikuta unaomba, unaombewa lakini hakuna kinachoendelea hakuna, hakuna. Maanake mtu wenye kifungo cha umaskini unaona hakuna linalowezekana kwako. Biblia anayosoma inasema kwamba hakuna lisilowezekana kwa kiaminio, na ameahidi kabisa kwamba mi ni Bwana Mungu wako, nikufundishae kupata faida, nikufundishae ili upate faida, nikuongozae katika njia iliyo sawa. Anakuongoza katika njia iliyo sawa. Nataka niingie ndani kidogo. Umaskini ni roho maskini ni roho, na utajiri ni roho, na ndio maana nasema kwamba mimi ni Bwana Mungu wako, e, nikufundishaye kupata faida, nikufundishaye kupata faida katika ulimwengu wa roho. Kama shetani amekufunga amefunga fikra, amefunga nia yako, una namna kung'amua kinachoendelea unajikuta kuna vitu vingi kwenye fikra zako, hawazi vitu vinavyokujenga, unawaza vinavyoharibika, ukiwaza vinavyoharibika Una kifungo cha umaskini. Kama unajipanga una, una kufanya kitu fulani, lakini baada ya muda hicho kitu kinaondoka, una kifungo cha umaskini. Au unapanga kufanya biashara fulani, lakini baada ya muda kile kitu kinaondoka, una kifungo cha umaskini. Hasa kile kifungo lazima ifunguliwe. Kumbuka ni roho, manake Mungu alimwambia, alimwambia Musa, waambia Wanaisraeli ya kwamba E, nitakapowatoa katika nchi hiyo na kuingiza katika nchi yangu, e, watakapofanikiwa, e, wanitukuze, manake mimi ndio nawapa nguvu ya kupata utajiri. Mungu akupe neema upate nguvu ya kupata utajiri, sababu mkono wa Mungu iko hapa. Nimesoma kitabu cha Isaya 48 mstari wa 17 na nikasoma Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 12. Mungu akupe neema ujue siri katika ulimwengu wa roho, vita vya kanisa viko hapa kama ujuu umefungiwa wapi, unaweza ukajikuta unahangaika sana lakini utoki. Utoki kimaisha unapambana sana kimaisha lakini utoki, unaangana sana kimaisha lakini utoki, maanake kuna kifungo ulichonacho. Mungu amenituma kwako leo hicho kifungo sio cha kwako, kwa kwa, yamkini sababu yako yamkini ni ya shangazi yako, yamkini ya bibi yako, yamkini ni ya, ya ukoo wako. Leo Mungu amenituma ukufungua hicho kifungo. Mungu amenipaka mafuta kuyafunua macho ya vipofu na kuwatoa gerezani waliofungwa, walioketi katika giza, katika nyumba ya kufungwa. Hilo giza la umaskini ikuachiwe na familia yako, hilo giza la umaskini ikuachiwe na watoto wako, hilo giza la umaskini ikuachiwe na ndugu zako, maana yamkini wao hapo ulipo hapo ulipo, akini wewe, Mungu amekuchagua watoe ndugu zao kwenye umaskii ambaye imewakamata miaka na miaka. Kifungo cha umaskini usaulike, kifungo cha umaskini udharauliwe, kifungo cha uaskii inakufanya wewe usionekane mbele za watu, maanaicho ni kifungo, ni nata kazi kabisa kwa mtu umaskini, na mtu ya ukajikuta imekaa yako umeolewa kwa umeolewa au umeoa ukama mwanamke mwenye kifungo cha umaskini kuna mahali ya mtu anaenda pamoja manake, kuna connection alionayo, kuna umaskini kwao. Kazi yake ni kukausha, ni mateka kukausha mume, labda aliyekoa ana connection umaskini. No, unaweza ukajikuta mume aliyekoa ana roho ya umaskini, ukajikuta wewe una mipango mizuri, lakini anaharibu, anaharibu. Kwa nini? Ana kifungo cha umaskini. Mungu akupe neema, lazima utoke hapo, maanake Mungu amenipaka mafuta kwa ajili hiyo. Kumbuka neema ya Mungu iliyoko juu yetu ni ya kufungua wewe, uishi maisha ushini sasa na hata milele. Kabla sijaomba, nataka niseme vitu vichache. Nataka nikuambia hapo ulipo ukitaka, e, kutupata vizuri, ili ufunguliwe vizuri, tuko hapa Mianzini. Mianzini, naelekeza kila siku, kifika mataa, ulizia tu barabara maua, kona, makaburi ya kijani, najua kabisa utatukuta. Na siku za huduma zetu, Jumamosi e, ni siku ya kufunguliwa kuanzia saa nne mpaka saa e, sa saba. Alafu Jumapili pili e, ni siku ya kuinuliwa ene viwango vingine e, ibada inaanza saa tatu. Jumaatano ni siku ya kinabii na mafunuo na inaanza saa tisa mpaka saa kumi na mbili. Na Mungu akupe neema na kibali kuomba na baba katika jina la Yesu kusu wa msajkota alipo yamkini ye ya Bwana ana kifungo cha umaskini na hicho kifungo imekaa kwenye damu imekaa kwenye nafsi imekaa kwenye fikra. Natamka leo popote alipo hicho kifungo, kimwachilie kwa jina la Yesu. Kifungo cha cha maskini, na kuamuru mwachie huyo mtu, achia maisha yao, achia kazi yao, achia maono yao, achia biashara yake, achia maono yake kwa jina la Yesu. Na kuamuru wewe pepo achia maisha yake. Natamka baraka juu yako, natamka kibali katika jina la Yesu Amen. Ulikuwa unaongea na Bishop Prophet Loseria eh, Kambe Mwanzilisi wa huduma International Mountain Hebron. Mungu akubariki sana, Mungu akuinue, Mungu akupeleke viwango vingine. Amen.